Leo uh, tutakwenda kuzungumzia mada inayohusu uh, watu wa sports kwa maana watu wa mpira leo. Nadhani mara ya mwisho tulizungumzia injury au kwa maana jeraha la msuli unaoitwa hamstring, kwa maana tulizungumzia hamstring injury ko leo tunaenda kuzungumzia jeraha linaloitwa gastrocnemius injury au gastrocnemius strain. Bado nipo kwenye kuzungumzia changamoto ya majeraha yanayotokea kwenye nyama tofauti au misuli tofauti tofauti ya miili yetu. Kwa hiyo tunapozungumzia gastrocnemius muscles tunamaanisha nini? Kuna picha inapita hapo chini, hiyo ndio picha ya huo msuli wa gastrocnemius au gastrocnemius maso kwamba, yenyewe kama picha inavyoonyesha ni msuli ambao unatoka u, u, unatoka kwenye kwenye kwenye kwenye kijimbi au kwenye msuli ule wa hamstring kuja kwenye hivi uh, ni kifundo ni lugha nini? Yaani kama inataka kuja kwenye unyayo, lakini nyuma ya mguu kama picha inavyoonyesha. Kwa hiyo sasa hii gastrocnemius muscles ikipasuka, maana kupasuka tunaita kutea, sawa eh? Au kulapcha, manake kutea na kulapcha ni kitu kimoja pasuka kuchanika, ndio uh, inasababisha hilo jeraha, sawa? na hii, mara, hii kwa watu wanaocheza mpira mara chache sana kuwaona ikiwapata. Hii sana sana huwapata watu wanaocheza tennis. Lakini haimaanishi wewe ambaye hufanyi michezo huwezi kupata hili jeraha, nina ushahidi mzuri tu kwamba mtu ambaye hafanyi mchezo aina yoyote alipata hii changamoto ya gastrocnemius uh, muscles. Huyu mtu yeye alikuwa anaruka mtalo, alafu alikuwa ameshiba kidogo, kibaba cha mtu, kwa wakati analuka mtaro tu akajikuta mguu wake uh, umeshtuka, alikuwa anapata maumivu kwenye enka uh, kwa juu kidogo Uh, anikimaanisha uh, kutoka kwenye unyayo nyuma kuja kwenye kigimbi. E, ilo eneo ndo alikuwa anapata maumivu wakati anakanyaga. Kwa hiyo alihangaika sana, baadaye akakutana na wataalamu, walimsaidia alipona. Kwa hiyo sasa, baada ya, ya, ya kuona maana, sasa twende tukaone sababu ni sababu zipi zinaweza kusababisha hii gastrocnemius strain au injury ikatokea. Cha kwanza kabisa uh, kunaweza kukawa na um, kuvutika kuvutika sana kwa huo msuli, ambao kunaweza kusababishwa na nini? Manake kitu gani uh, kinaweza kikasababisha huo msuli ukavutika kuliko kawaida? Hapa uh, tunazungumzia over stretch, kwamba inaweza ikawa ulikuwa unafanya mjongeo wa ghafla. Yani kwamba uh, unatakiwa labda uruke taratibu na kwa timing, yani ukufanya timing, ukufanya taratibu yani ulipofika tu pa ukaruka kwa manake inaweza kukusababishia uh, uh, uh hiyo uh, kupasuka kwa maana kutia stretch ya hiyo maso. Cha pili, inaweza ikawa uliutumia huo msuli kwa kiwango kikubwa zaidi, yani tunasema overloaded, overuse au overloaded ya ya uses ya hiyo maso, kwa maana ume, umeutumia kuliko kawaida, yani kwamba hii sehemu labda hautakiwi kuruka, ukalazimisha kuruka, kwa hiyo ukatua na kishindo kikubwa. Kwa hiyo hiyo nayo inaweza ikasababisha. Kingine uh, inaweza ikawa ni msuli kutumika kuliko, yani kutumika sana, yani maanake kuna kuzidisha matumizi katika kufanya tukio fulani na kuufanyisha mazoezi bila kupumzika. Hapa tunaita exercising too much, sawa. Hapo tofautiana, kuna kuutumia mara moja kwa kiwango kikubwa, alafu kuna kuutumia mara kwa mara bila kupumzika. Yani i vitu viwili tofauti, kwamba unaweza ukautumia mara moja lakini katika aa, katika kiwango kikubwa au ukatumia mm, mara moja mara moja bila kupumzika, ndio tunaita hiyo exercising too much. Kingine uh, inaweza ikawa ni uh, kwa wale watu wa mazoezi hawafanyi uh, kushtua mwili, kwa maana warm up uh, unakuta uh, kama mcheza mpira, mcheza tenis Uh, afanye ile simple exercise kwa mfano uh, ku trot kwa maana kukimbia taratibu taratibu, halafu uje kasi. Hapa nikimaanisha yoyote yoyote ayo, mwanariadha awe mcheza mpira, mcheza, mcheza tennis, lazima kwanza mwili ushtue, uh, ambao kitaalamu tunaita warm up ya bode kabla ya kwanza, uh, ex kwanza uh, exercise ya mchezo husika. Ko kutokufanya hiyo wama pia inaweza ikasababisha kutea. Kingine hapa tunazungumzia kutokuwa mwili kupoteza maji kwa kiwango kikubwa, au kukosekana kwa kwa kwa, kwa uwiano wa madini yaliyopo kwenye maji na damu, kwa maana tunaita dehydration au electrolyte imbalance. Hivyo ndivyo visababishi vinaweza vikasababishia hiyo gastrocnemius strain au gastrocnemius injury ambayo inaweza ikamtokea mtu wa sports. Tuone sasa, ushapata hiyo changamoto ya strain hiyo ya gastrocnemius. Uh, kitu gani sasa unatakiwa ukifanye? Uh, ili uweze ku baada no, tuende tukaone dalili baada ya dalili ndo tutaenda kuona matibabu yake yakoje, ambayo utajipa mwenyewe, lakini ukiona hauponi basi fika uh, hospitali kwa ajili ya msaada zaidi. Kwa hiyo dalili zake sasa zitaweza kuwa zifuatazo. Cha kwanza, kama kawaida tunavyojua, jeraha lolote linalotokea mwilini linaweza likakusababishia hicho kiungo kisiweze kufanya kazi, kwa maana yake hautaweza maanake kama hautaweza kuutumia, manake tunategemea aa, kuna dalili zitakuwepo, zita ambazo pia huenda zimesababishwa zi, zime na kitu gani? Manake kama ulijigonga ulifanyaje? Maanake tunategemea utachubuka, kama tu imetokea tu. Uh, kwa zile ya dalili nyingine kwa, kwa vile visababishi vingine tofauti na kujigonga basi michubuko itakuwepo hizo bruises, ila kunaweza kukawa na kuvimba, uh, kunaweza kukawa na, na, na, na, na, na maumivu halafu uh, uh, hayo maumivu sasa yanaweza yakawa kama yanatoa sauti fulani hivi au yanaweza ya stress ila yakawa yanauma kama yanaunguza, iko kitu kama iko au kama kitu kina chanika vile, kwamba yanaweza kawa yanauma kama yanaunguza au kitu kama kinachanika hivi, inaweza uh, ikawa uh, uh, uh, uh, kama hivyo hayo maumivu. Alafu kingine sana sana, sana uh, maumivu yanaweza yakapanda sasa Uh, kutoka kwenye e, nasema kisigino kuja juu yanaweza yakapanda hadi kutafuta kwenye kwenye ule msuli ambao tu, tuna, tunauita, hamstring, kwa hiyo yanaweza yakapanda kidogo kufikia hayo maeneo. Hizo ndizo dalili za hiyo gastrocnemius. Ziko nyingi lakini hizo ni baadhi na ndizo kuu. Kwa maana nazirudia tena: maumivu, kuvimba huo mguu, kushindwa kuutumia, manake ukahitaji usaidizi, mfano gongo. Pia mara chache sana kuwa mwekundu au kupata kahoma fulani, vikajoto fulani pale ambako pametokea hilo jeraha. Baada ya kuona hizo dalili sasa Uh, twende tukaone matibabu gani ambayo unaweza ukayapitia. Kabla ya matibabu, kuna vipimo unaweza ukafanyiwa, inategemeana na hilo eneo. Unaweza ukafanyiwa X-ray, unaweza ukafanyiwa uh, MRI au CT scan, inategemeana na sehemu na uh, uwezo wake. Matibabu yanaweza yakawa yapi? Kwanza unaweza ukajihudumia mwenyewe mwenyewe, maanake utajihudumia kwa kutumia barafu uh, kwa kutumia ile clip bandage, kumeza dawa za maumivu, mfano panado, dicopa, ibuprofen. Ya hizo ni mfano wa dawa za kutuliza maumivu. Kingine kuupumzisha, maanake usiutumie, ujipe time ya kupumzika. Ukiona sasa, uh, unatumia hizo dawa hauponi basi fika hospitali. Ukifika hospitali utapata matibabu mazuri zaidi, na utasaidiwa na utapona, sawa? Kwa hiyo sasa, ukipuuzia umepata hiyo changamoto na hauja, uh, haujapata tiba haujajipa huduma ya kwanza, unaweza ukapata madhara yafuatayo. Cha kwanza zaidi maana yake ile maso sawa, hiyo uh, gastrocnemius maso yenyewe itatengeneza kovu. Kwao kishatengeneza kovu hata uponaji wake utakuwa mgumu. Uh, cha pili kanaweza kusababisha kutengeneza vibom, hivi nisemaje hi? Vichembechembe, vibonge, yaani zile damu zikaganda. Kiganda kuna ugonjwa tunaita DVT sawa, inaweza uh, ikasababisha hicho uh, kitu sawa, maanake huo ugonjwa tunaita kama sijakosea, uh, venous thrombosis ya yeah. Maana, maanake, mm, mshipa wa damu wa venous unakuwa unatengeneza uh, vimabonge mabonge, and then uh, ina kwa hiyo sasa jitahidi sana, sana unapopata uh, changamoto kama hiyo, umejipa huduma ya kwanza, maanake tunajua nasi watu, watu wa sports bwana kwenda hospitali changamoto sana. Kwa hiyo anaweza kujihudumia yeye mwenyewe kwa hiyo sasa, umejihudumia wewe mwenyewe hauponi, basi fika hospitali. Natumaini mtakuwa mmenielewa, mlikuwa na mtaalamu wenu, Dr. Kenny , niwaombe msisahau kusubscribe channel yetu. Asanteni sana, muwe na uangaliaji mwema wa vipindi vinavyofuata. Asanteni sana.